Kwanza nipende kuwapongeza wananchi wa mkoa wa Mwanza kwa namna walivyosherehekea vizuri sikukuu ya Krismasi, na tunapoendelea na maandalizi ya sikukuu ya mwaka mpya, basi natakie maandalizi mema. Lakini napenda nitoe tathmini fupi kwa yale yaliyotokea wakati wa sikukuu ya Christmas. E, kwa kweli tulipita salama, hatujapata matukio yoyote ya moto wala maokozi yale ambayo yamesababishwa na labda ya shamra shamra za sikukuu isipokuwa tumepata tu yale matukio ya kawaida ambayo hata bila sikukuu yangeweza kutokea, lakini tarehe ishirini na nane siku ya Jumaa, tarehe ishirini na nane ndio siku ya Jumapili, kulikuwa na mvua kubwa hapa katika mkoa wa Mwanza, hususan hapa jijini Mwanza, na tuweza kuhudhuria matukio kadhaa ya maokozi. Eneo eh, la mkuyuni pale, tuweza kuokoa watu wawili na watu wawili wote tumeokoa akiwa wazima na tatizo lahala hapa Mkuyuni ni kwamba aliona vitu vinaelea, vinasongwa na maji, kwa akawa nakanyaga kuvifata. Sasa kumbe kina ni kirefu, kwa hiyo moja akapishwa chini ya daraja akasongwa na maji akaenda, tukaenda kumwokolea kule mbele. Mwingine yeye aliweza kujishikiza kwenye kimti fulani, tukaenda kumkuta pale tukaweza kumwokoa. kwao pale changamoto ya Mkuyuni sisi tulikuwepo na askari wetu kuwazuia watu wasiweze kuvuka, kwa sababu mazingira kama yale tunaamini kwamba watu wanapenda kuvuka kupima maji kwa macho. Lakini baada ya mvua kwa imekata na maji yamepungua, tulipoondoka ndo wale wenzetu wawili wakawa wamesombwa na maji, lakini pamoja na ile tamaa za kufata vitu, ila mwenzetu mmoja pale tulikuta alikuwa ametumia kilevi kupita kiasi, kwa hiyo ilikuwa ni sababu nyingine mojawapo. Lakini pia maeneo ya Kiseke tuliweza kwenda kumwokoa mtu ambaye naye alisombwa na maji na akafunikwa na maji na tope, ndio kwa limesombwa na maji pamoja na, na uchafu. Lakini pia wengine walikuwa ziwani, asubuhi ule upepo mkali na dhoruba, watu watatu wakaweza kusombwa na maji ya ziwani na mtumbwi wao uweza kupinduka, na wawili tu wakiwa wazima, mmoja tuweza kumwokoa tayari ameshapoteza fahamu. Lakini tukienda kwa undani zaidi, kwa sababu ilikuwa ni sikukuu zimepita, wale baadhi ya waliopata madhara ni wale ambao walikuwa wametumia kilevi kupita kiasi. Kwa hiyo tunapoelekea sikukuu za mwaka mpya, naomba nitoe wito kwamba tunapokuwa tumetumia kilevi, basi tutumie kwa wastani, tusitumie kilevi kupita kiasi, na endapo naona umetumia kilevi, basi usiingie kwenye maji, iwe ni kwa ajili ya kwenda kuogelea ziwani au kwenye hizi swimming pool mabwawa maalum ya kuogelea. Basi kama unaona tayari umeshatumia kilevi, usiingie kwenye maji kwa sababu tumeona wanaotumia kilevi wakiingia kwenye maji ndio wale wanaopata madhara. Lakini kama utaona maji labda yanatiririka na kuna jambo kitu umekiona, usikifate kwa sababu huwezi kupima e, wingi wa maji kwa kutumia macho. Mtu anafikiri hapa ni karibu, akiweka mguu afiki chini na anasombwa na maji. Kwa hiyo basi, niwatakia wananchi wa e, Mwanza wa sikukuu njema za mwaka mpya, washerekee vizuri, waachane na mambo ya kuchoma matairi na kulipua milipuko ambayo haina idhini wala kibali, ambayo inaweza inawezekana wakati mwingine isiwe salama. Asanteni.